hamkuja kuniona, anawambia hivyo. Alafu anawambia watamuuliza, ni lini Bwana ulipokuwa mgonjwa, au ulipokuwa kifungoni, au ulipokuwa uchi tukuvisha nguo? Ni lini Bwana?